Mama Samia hoi, wavuvi hoi, wafanya hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. biashara hoi. Hoi. Mimi nimejiunga na jeshi la Mama Samia kutafuta kura, lakini mimi nimechagua kutafuta kura pembezoni kwa wananchi ambao hawawezi kufika kwenye mikutano ya adhara kwenda kusikiliza serikali ya Chama cha Mapinduzi iliwafanyia nini na sasa itawafanyia nini? Kwa hiyo nimesimama mbele yenu leo niwaambie machache. Jambo la kwanza ninalo waomba la leo la kwanza kabisa ni wote tukapige kura ikifika Oktoba 29. Wangapi watakuwa tayari? Nyosha mikono juu, tutume salamu. Tuma salamu kwa mkono wako, tuma salamu utapiga kura, tuma salamu namna hii hivi Kata Yeda tuna tunamtaka nani? Tyson, Tyson wa chama cha mapinduzi kata Yeda tunampa kura za kimbunga, popote aliponyosha mkono ili ajue watu hapa wanatuma salama. Dr. Emmanuel Nuas, wangapi watampigia kura ili tupate tatu? Domba, twendeni tukapige kura za heshima kwa huyu mama anatuwazia mema na huyu ni mwamba, kwa kuwa amefanya vitu vingi. Ameweza kupunguza vifo vya mama na mtoto ndani ya miaka minne na nusu. Wa mama wanaenda kujifungua laki moja walikuwa wanakufa mama na watoto mia tano hamsini na sita. Kwa hiyo walikuwa nakufa wengi, kwa hiyo hata hapa walikuwa wanakufa sana, lakini baada ya kuingia ndani ya miaka minne na nusu amepunguza vifo, vimebaki mia na nne, na anasema nataka nifute kabisa. Anasema hivi kwa sababu anaboresha zahanati, hospitali, vituo vya afya. Piga makofi kwa dokta Samia Suluhu Hassan. Twende tukatimize wajibu. Ni wangapi wanasema tutatimiza wajibu ili tudai haki yetu? Very good. Ni wakati umefika, niwaombe, msichelewe, nendeni mkapige maliza, endelea na shughuli zako. Baada ya hapo, tuje tuanze kusikiliza siku mia za Daktari Samia Suluhu Hasani alizoahidi kutoa bilioni mia mbili kwa ajili ya hao wafanya biashara wadogo wadogo. Lakini ameahidi kutoa matatizo kama ya kiafya. Amesema kuna magonjwa magonjwa ambayo ni sugu yasiyo ya kuambukiza kama sukari, presha, kansa magonjwa ya figo. Watu wengi wanakufa kwa sababu magonjwa haya tiba yake ni kubwa. Amesema siku zake mia, akishaingia madarakani anafuta, hakuna kulipa, ukienda hospitali ni bure. Kwa hiyo tumpigie makofi, huu ni utu, huu ni uzalendo, huu ni upendo kwa sababu amesema ni bure, na haya magonjwa ni makubwa, ni lazima tumrecognize. Na amesema ni siku mia zake za kwanza, maana yake ni nini? Twendeni tukapige kura za heshima.